Mr. Aroni habari yako kwako bwana? Salama kabisa. Vipi hali yako? Naendeleaje? Uh, vipi changamoto ya vidonda vya tumbo umeshakaa vizuri ama bado? Umekaa vizuri. Na mwanzoni nadhani ulikuwa unaniambia unateseka zaidi. Kuna mtu hapa leo hii anakusikiliza ambaye anatamani akuone au anatamani asikie kwako wewe zaidi ilikuwa ni nini na umefanya nini mpaka umekaa vizuri. Je, unaweza kumwelezea huyu mtu ambaye anakuangalia sasa hivi namna ulivyopona na namna sa na na na vidonda vya tumbo vilivyokuwa vinakusumbua? Aha. Kwanza labda nianze kumuelezea jinsi mzungu na tumbo ngozi inasumbua. Ndio. Yeah. Kwanza nilikuwa napata maumivu makali kwenye yeah. Tumbo, nianze kuvuruga. Ndio. Yeah. Napata vichomi mgongoni. Ndio. Yeah. Kiungulia na kosa hamu ya kula. Ndio. Ah, yeah. Pia kuna muda nilikuwa yaani nikila nahisi kama kutapika pale, yaani hamu ya kula kufikia kuwa nakosa kabisa. Ndio. Yeah. <coughs> Hiyo hali inasumbua kwa muda mrefu. Mm. Mrefu sana nikaa. Nika pata kuna mtu alinipatia connection, akaniambia nawatafuta watu wa msuma, ndio nikawatafuta, ndio tayari kwa Thabith, nikamuelezea hali yangu, ndio basi, na hapo nikapata dawa, mambo yakawa vizuri. Sasa hivi unaweza kula chochote kama mtu mwingine kabisa, kila kitu napeleka kabisa, kabisa. <laughs> Asante sana bwana, kuna mtu leo hii alikuwa anakuangalia hapa lakini yeye naye anakuta anateseka na hivi vidonda vya tumbo na najui wapi kwa kupata e, suluhisho. Je, mtu huyu unaweza kumshauri kwamba apate huduma gani zaidi, na wewe labda kuna matibabu yoyote ambayo ulishaitumiaga kabla, au ndo ulianza tu na hao BF Suma? Sufuruwa, pole sana, na Mungu akubariki na asante sana pia kwa kuweza kutoa shuhuda yako hii, naamini wengine pia watapona kupitia hili. Asante sana, haya karibu sana Ay,